Kama ambavyo nami nimeisha karibishwa e, leo tunakwenda kukutana na makamu mwenyekiti wa Olimpiki Tanzania, si mwingine ingine, ni Henry Tandau ambaye tutakwenda kufahamu mambo mengi kupitia e, hapa kwenye Olimpiki. Watu labda ambao wasiokufahamu wewe ni mkufunzi wa FIFA lakini pamoja na olimpiki na kupitia hili umezunguka eh, karibu duniani kote kwa ajili ya kuweza kutoa mafunzo mbalimbali. Swali langu kwako, eh, Mr. Tandau, unatumiaje eh, unaweza kutumiaje eh, ukufunzi huu ambao umekuwa ukifanya e, kupitia duniani kwa ajili ya kuisaidia Tanzania hasa ukizingatia hii migogoro baina ya vilabu na mamlaka husika. Tumesahau kukumbushana, kwa sababu hata ukiangalia wengi waliopo kwenye uongozi pengine sio wale ambao walipitia kule kwenye zile semina na nini, wameingia wengine, vilabu vina mabadiliko wana viongozi wengine vilabu pia, kama unavyojua kwenye ligi vinapanda na kushuka. Kwa hiyo kuna chance kwamba kuna klabu iliingia ambayo wakati ule pengine haikuwepo, yule viongozi wake hawajahudhuria, umeona bwana. Lakini hata hizi klabu nafikiri viongozi wamebadilika, sasa usipokuwa unawaweka mara kwa mara, kwanza kukumbushana, lakini kuangalia pia nni kiboresho kwa sababu nyakati zinabadilika, umeona nyakati zinabadilika. Sasa hivi watu wanafanya mikutano, sio lazima wakutane wote chumba kimoja. Sasa hivi mimi nafanya mikutano na watu sijui wako Ulaya ya wapi, mimi niko hapa hapa. Je, hizi nani zetu zinaruhusu? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinabidi viangaliwe hmm? Leo tumefika tunasema tuna professionalize eh, ligi yetu tunajisifia ligi yetu, sijui ni namba sita sijui namba nne, kitu kama hivi. Lakini je, uendeshaji wake ukoje huku katika? Maanake ligi sio bodi tu pale, ligi ni mpaka yule mtu wa chini, chini kabisa kule, nini wajibu wake? Leo ishirini ishirini na tano, je kweli bado tunahitaji kuwa na makomandoo watu kama hawa? Nini nafasi yao? Leo kwa nini kuta ukisikia wakati mwingine unaona watu wanalalamikia sijui marefari sijui, kwa kwa nini tumekaa tukaa tathmini kwa nini, tuna, ni kweli maanake lazima ufanye tathmini ili uweze kusema kiki kinachoelezwa kina ni sahihi au sio sahihi. Wanasema no research no right to speak. Sasa evaluation ni namna ya research. Research, sio mpaka uende sijui ufanyaje ziko research za haraka. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kuna haja ya kukumbushana, kuna haja ya kila wakati watu kuwa wanaelewa. Wakati ule, kwa mfano, ligi imesimama, okay, mmemaliza basi, hata kwa kifupi, mtathmini hiki kipande kilichofanyika, tumekwenda kama inavyotakiwa, kama kuna wasiwasi, mambo yananyooshwa, sindio? Ligi mwaka umekwisha, tunafanya tathmini, tunasema jamani, tumefika hii, lakini tunaamini ili tuboreshe tunahitaji pia kufanya moja mbili tatu kwa pamoja, kila mtu anakuwa anaelewa. Sasa nikikumbuka, kwa mfano, naangalia vilabu vyetu, bahati mbaya sijataka kujinvolve sana, kwa sababu eh, mimi najiamini kwamba pengine nio the most neutral Mtanzania, eh, kwamba Yanga wangu Simba yangu kila mmoja wangu as long as ni kwenye football. sasa tuangalie Tanzania tulikuwa nchi ya kwanza baada ya pressurize kufanywa club management courses, ilifanywa Bagamoyo, ilikuwa ni ngazi ya awali. Nenda kokote kule, ilikuwa haijafanyika dunia nzima, na ndio maana tulipoomba sisi kuleta ile idea aidia mwanzo hawakuwa na Ilikuja almost timu yote ya FIFA kwamba awa wanataka hiki inakuwaji, lakini ikaonekana kwamba kumbe it was a good idea, na FIFA wakawa wameichukua, wakaanzisha kitu wanaita win in Africa with Africa, baadaye ikaenda win in conca caf with conca, lakini idea ilitoka kwetu hapa, sio? Lakini ukitizama sana wenzetu kwengine wanatupita kwamba klabu zile haziishii tu kuwa na katibu wa kuajiriwa na afisa habari na mweka hazina, kwa sababu sasa hivi michezo clubs hizi ni corporates, si ndio? Kwa hiyo unataka uwe nafu, lakini wanahitaji mafunzo sawa sawa, kwa sababu sport ni tasnia ya aina yake, ni tofauti na tasnia nyingine ambayo wako, ni tasnia ambayo mshindani wako wewe unamhitaji. Tofauti ni kwambie, leo mmekuja hapa na kamera hizi za Sony, kampuni ya Sony ingependa kampuni zingine zote za kamera zife, abaki yeye, lakini kwenye michezo ukiondoa washindani wako wote alafu nakuwaje? Kwa hiyo mshindani wako ia ni rafiki yako kwa sababu unamhitaji, huwezi kushindana peke yako, peke yako. Yanga hawezi kushindana peke yake, Simba hawezi kushindana peke yake, Ken Gold hawezi kushindana peke yake, sijui Singida nani nani, wote wanahitajiana. Mr Tandau, hapo umezungumzia swala la semina kwenu ninyi kama Olimpiki mmekuwa mkiendesha hizi semina kwa viongozi wa michezo lakini pamoja na wale wa masoko e, hii unaona imekuwa na matokeo chanya? Inategemea mtizamo. Mimi nafikiri bado tunahitaji kuona matokeo zaidi, lakini mimi nitasema huwa na nilipokuwa nikienda FIFA hata nikienda IOC wananiona kidogo niko tofauti tofauti, kwa sababu kunatengenezwa karikulamu ambayo ni standard kama tunaelewana, standard kwamba dunia nzima tufuate hii, lakini bahati mbaya yule mshiriki kule Ulaya na mshiriki huku kwetu wanapoanzia ni tofauti. Kwa hiyo yule kule anapokea haraka, huku kwetu inakuwa na changamoto. Sasa sasa hivi wanaruhusu kwamba mnaweza mkalokalize, na mimi nyingi nazilokalize kwa sababu, kwa mfano huku kwetu wakati mgine inabidi lugha hutumie zote. Sasa hmm, hivi tumepeleka maombi kamati ya Olimpiki ya Kimataifa, tunataka tutafsiri hata hivi vitabu viwe katika lugha ya Kiswahili, naona eh. kwa sababu vikiwa katika lugha ya Kiingereza kidogo pia vinatupa changamoto. Sisemi kwa wote, lakini kwa wengi kwa hiyo kama mtu hajaelewa vizuri, na bahati mbaya, si huku tuna tabia ya mtu kuogopa kuulizwa. Mtu anaingia darasani, kwa sababu kuna wawili ambao wanaelewa haraka, basi hawa wengine wana, hata kama hawakuelewa, mkiuliza umeelewa, na yeye anasema tumeelewa, wote tumeelewa, kwa sababu anaogopa kwamba nikisema sikuelewa, nitachukuliwaje? Lakini mimi nawaambia, elimu inaanza na swali ama unaulizwa unatafuta jibu, au unajiuliza. Ndio maana hata tunapofanya maandiko sijui ya ma masters na, tunaanza na swali linaitwa hypothesis, ile ni swali tunalitafutia majibu. Kwa hiyo elimu inaanza na swali. Sasa wewe ukiulizwa, hujibu, huulizi kwa sababu unaogopa, ukiuliza utamb... ni kweli, bora ujulikane ulipoingia hujui, lakini ulipotoka umetoka, na umetoka kitu. Unajua? Hey, sasa wakati mwingine tunapata hiyo shida kwamba mtu hajiulizi, haulizi wala hataki kuulizwa. Unaona? Kwa hiyo anatoka ana wakati mwingine kama alivyoingia. Hmm. Au wakati mwingine anatoka akiwa ndo amechanganyikiwa kabisa kwa sababu mambo yaliyofundishwa pengine yako juu na muda ni mdogo. Ni muda mrefu sana tangu mwaka 1964 tumepata medali za fedha E, ambazo walizipata Mr. Suleiman Mjaya Nyambui pamoja na mzee wetu Filbert Bayi. Kwanza tuanze walizipataje. Kwa nini mpaka ikiwa ni mwaka 1980 na themanini ndo wanapata hizo medali, lakini kushiriki kwetu tangu mwaka 1964, ni miaka mingi imepita tangu themanini, tangu mwaka themanini, mm, ma mm, na, mm, na, mm, mm, tumepata hizo medali ilikuwa ni mara ya kwanza kwanza wanakwenda na nchi zilizoendelea lakini nafikiri walitutendea haki kwa maana ya kutuwakilisha. Sasa kama ulivyosema, kama 64 ilikuwa mara ya kwanza, hivi bado mara ya kwanza mpaka hivi? Hapana, mara ya kwanza haiwezi kuwa inaendelea. Mwaka 80 katika michezo chezwa Moscow, Moscow ndio na ndio michezo ambayo Tanzania ilipeleka kikosi kikubwa. E, michezo ambayo pia kidogo ili ilihusisha na nchi zingine kugomea na hivi, lakini tulipata medali mbili. Wakati huo Filbert, ambaye alikuwa anakimbia elfu moja mia tano alibadilisha kutoka mbio za flat kwenda kwenye steeplechase, hizi za kuruka maji na vikwazo lakini matayarisho yake ee, mwenyewe akikwambia ya yalikuwa marefu, si ndio? Serikali ilikuwa inagharimia kila kitu kwenye matayarisho. Nafikiri walikuwa kambini zaidi ya miezi sita, na wakati huo bado michezo ilikuwa iko top, na kwa jinsi hiyo nafikiri hali yao ilikuwa yaani, ilikuwa kiushindani mm na wakafanikiwa kupata hizo medali mbili ambazo bahati nzuri kwao au bahati mbaya mpaka leo hatujaweza tena yao. kupata hizo medali wapi tujikuamue sasa. Sasa mimi nafikiri mm. tungejiuliza kwa sababu mimi najua zamani kulikuwa na mipango mm. ya kitaifa mm-hmm. ya mchezo na sasa mwaka 80 Mwalimu mwenyewe alikuwa mwalimu, sio mwalimu mimi, mwalimu mwalimu alikuwa anafuatilia michezo e. Mara nyingi naongea na, na bai jinsi gani mwalimu alikuwa anamwita Ikulu akikaa kuongea, kwa maana ya hayati baba wa taifa ndo nimeita mwalimu mwalimu, taifa, taifa, Julius Kambarage Nyerere, eh, mwalimu, mwalimu eh, eh, sisi wengine wote vijana wa JNC wanaweza wasielewe kwamba kulikuwa na mwalimu nchi na sio mwalimu kwenye nchi yitu, mwalimu wa dunia ndio sasa, ile peke yake kwanza inakupa hamasa hamasa, umeelewa eh, mkuu wa nchi yeye anakuita mnaongea, mna matatizo gani, anataka kujua na kusikiliza na hivyo ile atatue mwe, sawa, umeelewa, ile peke yake inakufanya wewe ujitume. Kwa sasa tunaona baadhi ya michezo, mfano soka hmm, eh, lakini riadha, walau si mbaya boxing kidogo tu hapo nyuma tumefanya vizuri kimataifa, lakini kama hivyo ulivyozungumza, cricket, hockey, eh, table tennis na michezo mingine haifanyi vizuri. nini shida? Mimi ah, kwanza, nataka ni mtizamo wangu mimi, michezo mingi haifanyi vizuri hmm, kama ambavyo ingeweza kufanya vizuri maana hmm, ah, mitizamo yetu inaweza kuwa tofauti Unajua, ngumi pia kuna mkanganyiko. Kuna ngumi za kulipwa na kuna ngumi za ridhaa ambazo ndio zinakwenda Olympic au Jumuiya ya Madola. Huku mi si dhani kama tunafanya vizuri. Inawezekana ngumi za kulipwa wakawa wanafanya vizuri, lakini huku kwenye ridhaa bado tuna changamoto hasa ukizingatia kwamba ngumi ndio mchezo wa kwanza kutuletea medali kwenye michezo ya jumuiya ya madola, e, marehemu Titus Simba. Sasa tungeweza kufanya vizuri, bado narudi pale pale, mpango ikoje? Uongozi ukoje? e, e, miundombinu ikoje? Kwa sababu hilo nalo kwetu ni tatizo kubwa miundo mbinu. Je, wachezaji wetu mafunzo yao wanafanya kwenye miundo i, mbinu ipi? mm. Eh, na wanakwenda kushindana kwenye miundo mbinu ipi? vifaa vinakuwaje? Nitakwambia, nimekwenda mimi na ngumi Birmingham, tumetoka hapa, vifaa hakuna. Na hata sasa tukiingia mjini kutafuta mavazi Viva ya ngumi za ridhaa mm. ni changamoto, unaona kwa hiyo unafanyaje? Unatafuta marafiki unafanya hivi. E, wao wenyewe atakuambia. Tumekwenda Birmingham, tumezunguka tumezunguka mpaka tumekwenda kupata vifaa kwa mwana masumbwi ambaye yeye amestaafu, kafungua duka lake. Sa mtu mmoja akatubonyeza, ndio tukaenda kule, nami namshukuru. Duka lake anaitwa Mad Dog, Mad Dog boxing nini na nini akamweleza akasema basi ninjio, ni njoni kesho niwaagizie waagizie hivyo vifaa hivyo vifaa ndio tukenda kesho yake. Of course alikuwa ameshanua ameshafanya branding, kwa hiyo vifaa navyo ni tatizo, unaona no, ni tatizo, tatizo kubwa. Nimekwenda na mchezaji kutafuta qualification, tumekwenda Milan, Italy, tatizo ni hilo hilo, unatafuta viatu vile viatu vya nani navyo ni shida eh, vingi ni professional na kuna tofauti kati ya professional na hizi za ridhaa. Washukuru e, wengi waliotusaidia. Napenda nimshukuru kwa mfano Balozi Mahmud eh, Thabit Kombo akiwa balozi e, Italy, e, kwa kuona kwamba hapa tuna matatizo. Bahati nzuri mimi tunafahamia, nilimpigia simu akiwa kule. Sasa yeye alitaka wepo, lakini pia ikakonsaidi na msiba wa Mzee Mwinyi, akaja lakini alituachia watu kule wa kutusaidia, umeelewa? Mm, angalau vitu viende vizuri. Sasa na tulifanikiwa hapa na pale, walitupeleka kwetu upata ah mm. Inasemekana kama TOC si, mnawadai eh, watu wa ngumi za ridhaa mm. Likoje? Ili ni ukweli ndio, ah, sisi husaidia vyama, na ilifika wakati wao walikuwa wameleta maombi kwamba wanataka kwenda, nafikiri Sebia kitu kama hivi e, kwenye world uh, championship, na wanamichezo wanaposhiriki kwenye world championship inatupa, e, sisi nguvu kuwaombea scholarships. Naelewa. Kwa hiyo tulivyoona wanakwenda tuliona ni nia njema, kwa hiyo tulijitoa kuwasaidia nauli na, na fedha za kujikimu. Ndio. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba aliyekuwa wakati huo katibu aliamua kusafiri yeye na kuwaacha wachezaji nyuma. Wachezaji wakabaki Tanzania. Uh, yeye yeah, akatangulia, na alitangulia kwa sababu kule kulikuwa na uchaguzi na yeye alikuwa anagombea. Sasa sisi kila tunachopata lazima tu account for kwa sababu ile hela haitoki kwetu, ile hela inatoka Solidarity. Ili tupate tena, lazima tupeleke mrejesho mm. Na wao wanajua kwa sababu wanafuatilia. Je, hawa kweli walienda kwenye hayo mashindano? mm. hawa hawakwenda kwenye hayo mashindano, kwa kwa wachezaji wakabaki, wachezaji wakabaki, yeye yeah, akaenda na kweli akachaguliwa, eh, lakini sasa kwa nini akufanya jitihada za kuwapeleka wachezaji au muda ulikuwa umeisha? Hilo atajibu yeye. mm. Mmenielewa sawa sawa. sasa sisi lazima tu demand, na hili umelisema, sio kizushi, linatusikitisha hmm. kwa sababu tulilifikisha pia mpaka mbele ya baraza, lakini hatukuona uamuzi wake umeishia wapi. Ni kwamba limepotezewa potezewa hewani. Lakini umesema kitu kizuri pia, ambacho lazima tukizungumze kuhusu ngumi za ridhaa. Tuanze katika ngazi ya dunia, kulikuwa na mgogoro mkubwa, sio kulikuwepo, upo mpaka leo katika chama kilichokuwa kinasimamia ngumi za ridhaa za dunia, International International Boxing Boxing Association, zamani International Amateur Boxing Association, wakabadilisha International Boxing Association na IOC kumekuwa na migogoro, kiasi kwamba hiki chama kimeondolewa katika wanachama wa eh, IOC. Hata ukiangalia mashindano ya ngumi katika Olympic, hizi mbili Tokyo na Paris walisi, kamati Olympic ya Olimpiki ya kimataifa iliunda yenyewe kamati kusimamia, sasa kwa kutegemea kama wale wangejirekebisha waweze kurudishwa, lakini maonekana hawakuweza kurudishwa. Na bahati mbaya IOC ikasema a a, si tumesimamia, lakini sio jukumu letu. Kwa hiyo kuna chama kipya cha dunia, kuna shirikisho jipya linaitwa World Boxing ndio mwanachama sasa wa IOC kwa hiyo ili ushiriki katika michezo ya Olympic katika ngome za ridhaa lazima chama cha nchi kiwe mwanachama wa World Boxing. Sina uhakika hapa kwetu juhudi zipi zimefanyika, kwa sababu sio jukumu letu sisi, lakini hii ndio taarifa iliyopo eh, kwamba ili washiriki lazima tu wao wamejiunga na World Boxing na taarifa zimekuja, manake ilikuwa ama ngumi iondolewe kabisa ndiyo, au hiki chama kipate wanachama wasiopungua sabini. Sasa wao wameshapata mpaka nafikiri wiki iliyopita sabini na nane. Kwa hiyo kimekwishatambuliwa na International Olympic Committee kama wao ndio e, watakaosimamia ngumi za ridhaa kwenye Olympic Games. Wakati mnawasaidia hao watu wa ngumi za ridhaa, mmekuwa mkisaidia vyama mbalimbali vya michezo, mpaka sasa ni vyama vingapi na kama shingapi vimetumika? kusema moja kwa moja lakini gani itakuwa kwa sababu zile tunakwenda kwa kwad, mm, lakini tumesaidia vyama vingi. Ndiyo, kwa namna mbalimbali mbali, kutegemeana na jinsi position ambayo wao wako E, kwanza, tumesaidia vyama vyote katika kozi za kochi. Lazima uelewe kochi kozi nyingi tume, zimepitia Kamati ya Olimpiki hapa lokali, lakini pia tumesaidia kochi kwenda ngazi ya juu nje, na hii pia ni vyama vingi ikiweko pamoja na chama changu pendwa cha TFF. Makochi wengi wa juu wamepita mikononi mwa Kamati ya Olimpiki. E, pamoja na vyama vingine judo, miereka, athletics hiyo uh, boxing yenyewe vyama uh, vingi imepitia Kamati ya Olympic, lakini pia tunasaidia pale ambapo tunaweza kutoa scholarships. Ndio tumetoa scholarships kwenye swimming, tumetoa scholarship kwenye riadha, tumetoa scholarships kwenye judo kama unajua pia mchezaji wetu wa judo ambaye alifanya vizuri Paris alikuwa Ufaransa kwa mwaka mzima kwa scholarship ya e, IOC. IOC ndio inapita kwetu sisi, lakini pia tumesaidia kuendesha mashindano hapa, mwa kuendesha mashindano kwa pamoja yakihusisha riadha, ngumi na judo. Nafikiri 20 kama sikosea 20 22 kitu kama hivi. Uh, lakini juzi juzi tulikuwa na, na judo tumewasaidia judo kwenda Senegal, pia e, tumesaidia mieleka kwenda Kenya. Tumesaidia kuna chama mchezo mpya unaitwa triathlon ambao huko Zanzibar umekwenda Mombasa tume, kwayo, kwa hiyo tumekuwa tukitoa hiyo misaada, lakini pia kozi za ndani za uongozi uongozi wa ngazi ya juu tunatoa advanced diploma ambayo uh, juzijuzi wali graduate, nafikiri sita wakitokea TFF na michezo mingine, lakini pia tunatoa hata kwenye maafisa michezo uh, sisi hatubagui maafisa michezo mbalimbali wamehudhuria mafunzo yetu. Tuzungumzie kidogo ili sakata ningetamani leo ulistolia pengine ufafanuzi sakata hii la Felix Simbo kwamba e, ni msaliti aliwashtua mpaka e, wanariadha na kupelekea e, kususia mashindano ambayo kamati ya Olimpiki mlikuwa ameandaa kule e, Karatu. Unaweza kutufanulia hili e, ulikuwa unamaanisha nini na ama wengine wakukuelewa? Mimi swala la Felix Simbo mm. singependa kulizungumzia kama mwenyewe hayupo Kwa hiyo kama itaandaliwa, sawa. Yeye mwenyewe awepo, sawa. Na kwa sababu sipendi malumbano ambayo si ya kweli, sahihi. Ikiwa yeye atakubali aje, tuzungumze, tueleze uso kwa macho uso kwa macho, mi nitaeleza kwa, kwa sababu huwa si sizungumzi, sisengenyi yeye anajua alichokifanya sasa kwa sababu yeye ni kama mwanangu mimi ndio, sio kama ni kweli eh? Mwanao singependa tuanze ma marumbano, marumbano. Ndio. Tulipokuwa Dodoma kulikuwa na usaili wa kugombea kwenye tunaita kamisheni ya wachezaji. Usaili ule ulifanywa kwenye chumba, mimi na rais wangu na kila mmoja mmoja mgombea na yeye alielezwa na ilikuwa ni mategemeo yangu kwamba alikuwa yanaishia pale, kwa heshima yake, lakini kwa sababu alichagua kwenda kuizungumza kwenye ukumbi wa uchaguzi, sikuwa na jinsi bali kumjibu pale. Sasa kama kuna jamii inataka kujua zaidi, singependa niizungumze hivi tukiwa mi na wewe. Ndiyo. bila yeye kuwepo hmm. kama yeye yuko tayari kuwepo na wewe utakuwa tayari kujibu hiyo? Mimi niko tayari kujibu, kujibu, na nitakuja na mashahidi. Naona hilo, uh, tuliweke hapo, na nafanya hivyo kwa heshima yake yeye kama mwanadamu, lakini ikiwa kweli anaona alionewa Ndiyo na yuko tayari kujibu hilo, kujibu hilo, basi tuizungumze yeye akiwepo, mimi nikiwepo, na nina mashahidi wawili muhimu watakuwepo. Asante sana mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, asante sana naam. Alikuwa ni makamu mwenyekiti wa TOC Henry Tandau, ambaye amekuwa akitueleza mengi, na nafikiri umesikia kama kuna vitu ambavyo ulikuwa na wasiwasi navyo, kila kitu ameweza kukiweka wazi ndani ya TOC. Mimi ni Sportslady Beautiful Kanyigo Rosemary Timso Karugira, basi niendelee kukutakia siku njema na utazamaji mwema unaoendelea katika vipindi ambavyo bado vinaendelea, bado viwanjani iko pale pale.